Audhubillahi samii alim min shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah, ndugu yangu nikukaribishe tena katika mwendelezo wa darasa zetu huru kabisa katika chaneli yako hii pendwa kabisa popote pale ulipo duniani na unaponifuatilia. Leo tutasoma somo ambalo lenye unwani ya kwamba changanya aya hii na maneno haya ili uweze kupata mlipuko ufuatao. Ndugu yangu ndani ya Qurani tukufu kuna mambo na kuna maneno na kuna e, mambo ni makubwa na ni mazito sana. Kubwa ni ule uelewa, lakini na elimu ya kujua kwamba ufanyeje ili itokee kitu gani? Naam, mambo mengi sana ambayo yapo ndani ya Qurani tukufu na yote ni uwezo wa Mwenyezi Mungu ambao ametupa sisi waja wake. Kikubwa uweze kupata ni nani, ni yupi ambaye atakaye kuelekeza na kukuelezea katika lipi ufanye ili litokee nini. Ndugu yangu, haya ni mambo ya siri na asirari. Leo ninakutolea siri katika ibara hii ambayo iliyokuwa ya ajabu sana. Ninazungumza kuhusiana na masala ya kiuchawi e, masala ya kiuchawi, ndugu yangu, yule ambaye, maana yake kuna namna nyingi sana ambazo unaweza ukazitumia katika namna ya kutokomeza na kuangamiza na kuua uchawi. Sasa maana yake darasa hii itawahusu sana sana wale ambao wataalamu, matabibu ambao wanaofanya tiba zao katika namna ya kitabu. Maana yake utumiaji wa tiba uko namna nyingi. Kuna ambao wanatumia kitabu, kuna ambao wanatumia miti, kuna ambao wanatumia majini katika kufanya tuiba zao. Sasa mimi ninadili na wale ambao wenye kufanya twiba zao katika e, mustakabali wa kitabu, kitabu. Napozungumza kitabu nakusudia Qur'ani tukufu. Sasa kuna aya ambazo ukizichukua ndugu yangu, aya hiyo au aya hizo ukazichanganya na maneno kadhaa, una aya kadhaa. Kumbuka zimekuja Qur'ani katika mpangilio kuanzia sura ya kwanza na aya zake, sura ya pili mpaka sura ya mwisho 114 na aya zake. Sasa katika hizo aya unaweza ukachukua aya fulani na ukachanganya na aya ambapo ii, ambayo ipo katika sura fulani, likatokea la kutokea. Naam, ipo katika hali ya namna hiyo, kwa sababu zipo maneno ambayo ukiyachanganya kwa pamoja na ukayajumlisha kwa pamoja ukaja kupata idadi kadha, basi kinachotokea hapo ni Allahu alam. Sasa leo ninakuja katika mustakbali wa uchawi au kubatilisha au kuua uchawi, tena katika namna na katika taswira ya kuona. Hii ni kwa wale wanafunzi ambao wanye kujifunza katika masala haya. Maana yake mimi ninadili na wanafunzi, lakini na walimu ambao wanaongeza ujuzi wao katika masala haya ya kitabibu kwa kutumia kitabu. Ndugu yangu, kuna aya ndani ya Qur'ani tukufu inasema faulqiya au faalqa musa asahu fa idha hiya talqafu ma yafikun fa ulqiya saharatu sajidin fa ulqiya saharatu sajidin. Hii ni aya katika aya za Qur'ani tukufu. Hii ni aya ambayo ndugu yangu inapatikanwa e, katika Qur'ani tukufu. Aya hii ni aya ambayo ina maajabu sana ni aya ambayo ina maajabu sana. Ukiifanya, ukiichukua hi, aya hii ukiichukua aya hii ndugu yangu, kisha na ukaisoma aya hii mara sabini na moja ukaisoma aya hii mara sabini na moja kisha ukasoma aya nyingine inayosema uh, aya nyingine inayosema au ayatu kurusiu, ukasoma ayatu kurusiu, na hii aya ukaisoma ayatu kurusiu, yani aya hii ukaisoma mara sabini uh, na moja kama tulivyosema, unaona e? Kisha baada ya hapo ukaja ukasoma uka na ayatu kurusiu, ndugu yangu, kwa hakika kabisa, kwa hakika kabisa, kitu ambacho kitakachokuja kutokea katika hayo maradhi au katika mtu ambaye amesihiriwa wallahi ukachukua maji ambayo ameoga huyo mgonjwa, maji hayo ima ukayasomea hiki kisomo alafu, kisha baada ya kuyasomea maji hayo hicho kisomo cha hizi aya na ayatu kursiu, kisha baada ya hapo yale maji ukayaweka ukayachanganya na ndimu tu, alafu ukayaweka pembeni, yanaweza asipite masaa matano au saba, yale maji ukija kuyaangalia utakuta yamebadilika. Haya ni maajabu ya Qur'ani tukufu. Haya ni maajabu ya Qur'ani tukufu. Kwa hiyo, kisha baada ya hapo ukaja kumsomea sasa huyu mgonjwa wako, lakini lazima unakuwa ni mwenye kutia nia.